Bwana, hii umewezaje? ume kukariri kwanza zote. Nani anakufundisha? Najifunza. zotejnakufundishau mwenyewe mwenyewe. Mama anaweza kuwataja hivi? Mama naye anawezaweza au unamshinda? Naweza. Haya, unaweza kuwataja wote? Hapo bado. Wapi, unaweza tena tenakwngine Historia za Zanzibar. Haya tunakwenda sasa kwenye historia za Zanzibar. u unazichukuliaga tu oya, hiyo twende mdogo wangu mwanangu, mara hu ni mwanangu sasa. Abeid Amani Karume alizaliwa tarehe saba mwezi wa nne, elfu moja mia tisa na tano Nyasaland na Malawi. Alifariki tarehe Agosti elfu moja mia tisa sabini na mbili Kisiwandui, mke Bi Fatuma Karume, Karume. chama ASP.

Alizaliwa alizaliwa 1948. Wewe wewe wewe mtoto mtoto eh eh. Eh eh. Dr. Oh. Hussein Ali Mwinyi tarehe 23 Disemba 1966. Zanzibar. Chama sisi mke Mama Maria Mwinyi. Njoo muone mama yake mambo. Poa. Swali. Swali. Wewe ndio mzazi chema. Uh -huh. Eh, mimi ndio mzazi wa last born wa Mama Samia Abubakari. Hebu niambie, huyu mtoto ameweza kujua yote. Huyu mtoto ameanza kujifunza toka akiwa na miaka mitatu, toka akiwa na miaka mitatu, akiwa awali kipindi kile Magufuli kwa madarakani. Kwa kulingana na kazi alizokuwa afanya Magufuli na pusha zokuwa napiga Magufuli, vile alikuwa najiita jembe. Kwa baada ya Magufuli kufariki akawa anajiita mimi mtoto wa Samia, mtoto wa Samia kwa hiyo tukampatia jina la Last Born wa Mama Samia kulingana na kipaji chake cha kuhifadhi na kutambia historia na viongozi mbalimbali wa taifa hili. Sawa sawa. Chifu, nafikiri umemmsikia mzazi huyu hapa. Wazazi, na nabidi tujifunze kitu sasa hapa. Si watoto mnawasikilizisha tu nyimbo nyimbo, tamthilia tamthilia, tamthilia zitawapeleka wapi? Chifu yupo hapa na ni kijana wa mama na mama yake pia ni kijana wa mama. Kwa kifupi sisi ni watoto wa mama, au vipi? Eh, yeah,